Mlango wa pili. Hawa ndio wana wa Israeli, Reubeni na Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Zabuloni na Dani na Yusufu na Benyamini na Naftali na Gadi na Asheri. Wana wa Yuda, Eri na Onani na Shela, ambao hao watatu alizaliwa na binti Shua Mkanaani. Naye Eri mzaliwa wa kwanza wa Yuda alikuwa mbaya machoni pa Bwana, naye akamua. Na Tamari mkwewe akamzalia Peresi na Zera. Wana wote wa Yuda ni watano. Wana wa Peresi: Hesroni na Hamuli. Na wana wa Zera: Zabdi na Ethani na Hemani na Kalkoli na Darda, hao wote ni watano. Na wana wa Karmi: Akani yule mwenye kutaabisha Israeli aliyekosa katika kitu kilichowekwa wakfu. Na wana wa Ethani Azaria. Tena wana wa Hesroni aliozaliwa Yerameeli na Ramu na Kalebu. Na Ramu akamzaa Aminadabu, na Aminadabu akamzaa Nashoni, mkuu wa wana wa Yuda. Na Nashoni akamzaa Salmoni, na Salmoni akamzaa Boazi, na Boazi akamzaa Obedi, na Obedi akamzaa Yese na Yese akamzaa Eliabu mzaliwa wake wa kwanza, na wa pili Abinadabu, na wa tatu Shama, na wa nne Nethaneli, na wa tano Radai, na wa sita Ozemu, na wa saba Daudi. Na maumbu yao ni Seruya na Abigaili. Na wana wa Seruya walikuwa Abishai na Yoabu na Asaheli, hao watatu. Na Abigaili akamzaa Amasa na babaye Amasa ni Yetheri mwishmaeli. Basi Kalebu mwana wa Hesroni akazaliwa wana na mkewe Azubu na Yeriothi na hawa ndio wanawe wa kiume: Yesheri na Shobabu na Ardoni. Akafa Azuba, naye Kalebu akamtoa Efrathi aliyemzalia Huri, naye Huri akamzaa Uri na Uri akamzaa Besaleli. na baadaye Hesroni akamwingilia binti wa Makiri babaye Gileadi ambaye alimtoa alipokuwa mwenye miaka sitini, naye akamzalia Segubu, na Segubu akamzaa Yairi aliyekuwa mwenye miji ishirini na mitatu katika nchi ya Gileadi. Na Geshuri na Aramu wakawapokonya miji ya Yairi, pamoja na Kenathi na miji yake, jumla yote miji sitini. Hao wote ni wana wa Makiri babaye Gileadi. Tena baada ya kufa kwake Hesroni huko Kalebu Efrata, ndipo Abiya mkewe Hesroni alipomzalia Ashuri babaye Teboa. Na wana wa Yerameeli mzaliwa wa kwanza wa Hesroni walikuwa Ramu mzaliwa wa kwanza na Buna na Oreni na Ozemu kwa Ahia. Naye Yerameeli alikuwa na mke mwingine jina lake Atara; yeye alikuwa mama ya Onamu na wana wa Ramu mzaliwa wa kwanza wa Yerameeli walikuwa Maasi na Yamini na Ekeri. Na wana wa Onamu walikuwa Shamai na Yada. Na wana wa Shamai, Nadabu na Abishuri. Na mkewe Abishuri aliitwa jina lake Abihaili, naye akamzalia Abani na Molidi. Na wana wa Nadabu, Seledi na Apaimu, walakini Seledi alikufa hana watoto na wana wa Apaimu, Ishi. Na wana wa Ishi, Sheshani. Na wana wa Sheshani, Alai. Na wana wa Yada ndugu ya Shamai, Yetheri na Yonathani. Naye Yetheri akafa hana watoto. Na wana wa Yonathani, Pelethi na Zaza. Hao ndio wana wa Irameeli. Basi huyo Sheshani alikuwa hana wana wa kiume ila binti naye Sheshani alikuwa na mtumwa Misri, jina lake akiitwa Yarha, basi akamwoza binti yake auliwe na Yarha mtumwa wake, naye akamzalia Atai, na Atai akamzaa Nathani, na Nathani akamzaa Zabadi, na Zabadi akamzaa Eflali, na Eflali akamzaa Obedi, na Obedi akamzaa Yehu, na Yehu akamzaa Azaria, na Azaria akamzaa Helesi, na Helesi akamzaa Eleasa na Eleasa akamzaa Sismai na Sismai akamzaa Shalumu na Shalumu akamzaa Yekamia na Yekamia akamzaa Elishama. Na wana wa Kalebu ndugu ya Erameeli walikuwa Mesha mzaliwa wake wa kwanza aliyekuwa babaye Zifu na wana wa Maresha babaye Hebroni na wana wa Hebroni Kora Natapua, Narekemu, na Tapua na Rekemu na Shema na Shema akamzaa Rahamu babaye Yorkeamu na Rekemu akamzaa Shamai, na mwanawake Shamai alikuwa Maoni, na Maoni alikuwa babaye Bethsuri. Naye Efa suria yake Kalebu alimzaa Harani, na Mosa, na Gazezi, naye Harani akamzaa Gazezi. Na wana wa Yadai Regemu, na Yothamu, na Geshani, na Peleti, na Efa, na Shaafu naye Maaka suria yake Kalebu akamzalia Sheberi na Tirhana, tena akamzaa Shafu babaye Madmana na Sheva babaye Makbena na babaye Gibea, naye binti Kalebu alikuwa Aksa. Hao walikuwa wana wa Kalebu. Wana wa Huri mzaliwa wa kwanza Efrathi, Shobali babaye Kiriath yarimu, Salma babaye Bethlehemu na Harefu babaye Beth-gaderi. Naye Shobali babaye Kiriath-yearimu alikuwa na wana Haroe, na nusu ya Wamenuhothi na jamaa ya Kiriath-yearimu; Waithri na Waputhi na Washumathi na Wamishrai, katika hao walitoka Wasorathi na Waeshtaoli. Na wana wa Salma Bethlehemu na Wanetofathi Atroth-beth-yoabu na nusu ya Wamenuhothi na Wazori na jamaa za waandishi waliokaa Yebesi Watirathi na Washimeathi na Wasukathi hao ndio Wakeni waliotoka kwake Hamathi babaye mbari ya Rekabu.